Katika za, uh, zana hizi za akiliunde, tunafanyeje tunafanyije kama wadau wa redio kuhakikisha tunaendelea kuiweka redio, inakuwa chombo muhimu kama ulivyoeleza hapo awali, licha ya, ya ujio wa akiliunde? Uh, kwanza akiliunde, unajua mwanzo kabisa tishio la redio lilikuwa ujio wa televisheni. Yes. mm, mm. uh, watu wengi miaka hiyo kama tusikwa miaka 30 tuseme, au karibu 40, walivyoanza kuona televisheni zinaanza kuja wakaanza kuona kwamba radio sasa ina imepata tishio lake, uh, kama mpinzani hivi. Lakini televisheni imeshindwa kabisa kabisa kuiporomosha kui, kui radio kwenye nafasi yake, kwa sababu hizo nilivyosema mwanzoni. Moja wapo ni hiyo, kwamba radio bado unaweza kuisikiliza popote ulipo. TV lazima uifungue kwanza, inauzwa ghali, lakini licha ya hivyo, ina mambo mengi ili uweze kuona. um, hiyo ikawa imeshindwa kuwa tishio. Sasa imekuja hiyo ya mitandaoni, mitandao kabla hata AI ikaja, mitandao kuonyesha kwamba mitandao ita, itaondoa radio. Kwa kiasi imevunja nguvu kidogo sana ya TV, kidogo nasema kidogo, kwa sababu bado mtu mm. akisikia jambo mtandaoni anataka kulipatia confirmation ama uhakika Samiri kutoka kwenye chombo eh, kwenye chombo kikubwa cha habari mm. cha kawaida mm. sio mtandao tena. Sasa hii mm. habari ngoja tutaona wakiipata ama kwa ukamilifu na kwa utaratibu wa kawaida wa kihabari, kwa sababu kule mtandaoni au oh, watangazaji wetu kule anaizoa habari vile vile ilivyo. Haina utamaduni wa kawaida wa utengenezaji wa habari, itachakatwa, ipimwe, angalau ifanywe ifanywe e, kule hakuna hayo mambo. Wachache sana wanawahariri wana watu gani wa kuzitengeneza, kuichakata ikawa habari halisi katika mfumo unaoruhusiwa hata kisheria. Nyingine nyingi hazina mpango wa sheria wala chochote, vile alivyoipata mtu hiyo mtajuana nyinyi kwamba ni, ni tu yeye anasema analeta ana habari vile ili, mbichi mm. vile ilivyo. Sasa huku kwenye vyombo hivyo inabidi mnaipika kidogo Ndiyo. alafu mnaiwekea vitunguu, nyanya na kapilipili kidogo, ili mtu akiona aseme yes, hii ni habari ilivyokuwa. Sasa uh, hii akiliunde wengi waliogopa, lakini si kitu cha kuogopa. Huu ni msaada mkubwa kwa wanahabari, lakini una tahadhari zake. Ukiona kiliunde kama msaada, yenyewe ndio unaitegemea, umekwisha, kwa sababu ni rahisi yenyewe kukwambia jambo na hata ambalo hailijui yenyewe, itajiweka tu, pengine itakwambia hii sijui, lakini kuna wakati mwingine ina relate ama inayohusisha na kitu fulani, inakusukumia hmm. hasa kama umeingia na wewe kiundeunde hivyo hivyo au umekwenda nayo. Kwa hiyo, naam, inabidi kuwa umakini sana mm. Nashukuru serikali imetia mkazo sana watu kusoma kupata maarifa kwa njia zinazostahili, elimu ama knowledge kubwa utakayoipata, okay. itakusaidia kujua hata utaitumiaje, kwa sababu si kila mtu anaweza kuitumia hiyo akilunde yenyewe AI. Ni lazima uwe na maarifa mengine ya kutosha ujue itakavyokusaidia. Inasaidia kwa mfano sasa hivi kuna nyakati unataka kutengeneza kitu, unataka sauti, unataka hiki, inakupunguzia kazi, inapunguza napunguza manpower, mzunguko mkubwa wa watu wengine. Kwa mfano unataka kurekodi sauti, siku suk hizi unaweza ukaiamrisha, nataka sauti ya mwanamke mwenye umri wa kati ya miaka mitano, katoto, labda miaka mitano mpaka kumi, labda ya kike, anakuletea anataka sauti ya jibaba hivi mm. Uh, inaleta ina baba kama Tahiri vile alivyo. Hey, nataka sauti nazungumza ki, Pemba, Pemba Kizanzibari hey. Naleta nataka sauti ya mtu anazungumza Kiha hey. Kwaona ndugu yangu <laughs> hey, wakwe zangu hawa wow. <laughs> inakuletea <tu>. hey, <laughs> inataka, inataka maarifa sana hey. Lakini niseme yote kwa yote kwamba Uh, siku kama hii ni huwa ni siku ni kama sherehe ya sisi yeah, watangazaji, yeah, mm, hasa wale wa redio um, ni siku kubwa, tunaenzi uwepo wa redio na tunaamini inazidi kututhibitishia kila mwaka kwamba redio itaendelea kuwepo maisha yote kwa kweli mm, kwa mazingira tulionayo itaendelea kuwepo <tune> <tune>